Pana kuwaga kidogo na na changamoto e, unakuta labda mtu anaomba haswa kwa kutumia zile za online e, mtu anajaza maombi yake, lakini baadaye anakuja kuambiwa labda vigezo vyako havijakidhi ama anakosa ile nafasi. Mwingine amekuwa akifanya hivyo mara kwa mara, lakini bado nafasi inakuwa ni changamoto kwa kuna vigezo gani kwenye kuomba hapa, ili yule ambaye anaomba au anafikiria sasa hivi labda kuna ajira zinaenda kutangazwa, akaomba ajue kwamba anatakiwa kuwa na vigezo hivi na hivi na hivi, vigezo vipo na vigezo vinawekwa, mimi tu ni waweke wazi vigezo vinawekwa kwa sababu tumeshasema tunaendesha usaili, weku, usaili wetu kwa ushindani, kwa ili kuwe na ushindani, ni lazima mshindi apatikane. Mshindi anapatikanaje? Ndio hivyo vigezo tunaviweka hmm. Na kila tangazo tunalotoa pale mwisho huwa tunaweka masharti ya ujumla sasa. Bahati mbaya waombaji waombaji kazi wetu wengi hawasomi hawa, hawa pale. Kwa hiyo unakuta siku ya kuitwa kwenye usaili hafiki. Lakini pia sasa, uzuri sasa hivi kila kitu tunafanya kwenye mfumo, na hii tumeanzisha mifumo kwa sababu ku, kuondoa ile ukaribu kati yetu sisi na watafuta kazi. Unajua watafuta kazi wengi wanaamini kwamba kama huna godfather huwezi kupata kazi. Hiyo tumeitoa, tumeweka mifumo. Kwa hiyo mimi na wewe hatuzungumzi na, hatu, na ndio maana hata kwenye kuomba kazi tumeweka mfumo wa Ajira Portal. Sasa uzuri wa mfumo wa Ajira Portal ukiufungua ni mfumo rafiki sana Kwanza unakuelezea na unakuelekeza, unatakiwa uweke picha yako pale. Picha yako ikiwa nzuri, passport size nzuri tu yeah, ili tukuone huyu ni mtu fulani. Lakini pia utatakiwa kupakia vyeti vyako. Na kabla ya kufanya hiyo yote, sasa hivi mifumo inasomana. Mfumo wetu tumeunganisha na NIDA. Kwa hiyo ukishaweka namba yako ya NIDA pale, details zako zote zinahama kutoka NIDA, zinakuja pale, mm. Unachotakiwa kufanya sasa uwe na vyeti vyako vile vyetu tunasema unatoa una, una kopi. Ukishatoa kopi, unaenda kuvithibitisha huko kwa mwanasheria, akishaona kwamba ni true copy, unaviattach pale sasa kwenye mfumo. Tumesema kabisa kigezo kimoja hapo ni lazima usertify cheti kabla hujaweka pale. Kwa hiyo unakuta mtu anaweka bila kusertify. Ukiweka bila kusertify, maana yake sasa hapo umeshaanza kujichuja. Yule anayekuja kufanya short listing akiangalia vigezo gani tuliweka akikuta hujasertify, unaondolewa. Lakini pia unamwambia pale mtu weka picha nzuri passport size. Mwingine anapiga selfie, haonekani vizuri. Mwingine anachukua tu, uh, karatasi yoyote, ana-upload pale kwenye picha. Kwa mtu ukiangalia tu pale unaona kabisa huyu amejiondoa. Kwa hiyo kikubwa ajitahidi. Na uzuri wa mfumo unapakia cheti mara moja tu. Ukishapakia vyeti vyako pale, vinakwambia tunashukuru tumekupokea vyeti vyako. Kwao takazi yako kwa itabaki moja tu kusubiri kutembelea kwenye website yetu. Ukikuta tumetangaza nafasi za kazi, unaandika barua. Sasa mm. Kwenye uandishi wa barua pia unaambiwa pale mwisho sign. Unakuta mtu anaandika barua tu anaiattach kwenye mfumo haja sign. Yeah. Yule anaye shortlist anaangalia huyu haja certify cheti chake. Huku barua ile ameandika haja sign, anamuondoa. Kwa hiyo unabaki unajiuliza, mbona mimi kila siku na naomba lakini siitwi, Ila huu mfumo wetu ni rafiki, unakwambia kabisa kwamba hujawa shortlisted kwa sababu huja certify cheti chako, au hujawa shortlisted kwa sababu barua yako umeaddress sehemu isiyotakiwa. Pale chini kwenye maelekezo ya jumla tunaandika hizi kazi zimetangazwa, address inayotakiwa kutumika andika kwa Katibu, Ofisi ya Rais, Sekretariat ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Mtu akiona pale, labda kwa sababu tumetangaza kwa niaba ya uh, taasisi labda tuseme kwa niaba ya Wizara ya Madini anaandika pale katibu mkuu Wizara ya Madini. Kwa hiyo ukishaandika hivyo tu mtu akiangalia anakutoa. Na kama nilivyosema Watanzania waliosoma ni wengi, nafasi ni chache. Kwa hiyo hivyo vigezo vichache vinakuondoa. Okay. Na uzuri wa mfumo wetu kio una upload vyeti vyako pale, unakwambia sasa hivi umefika asilimia hamsini, bado hujaweka cheti fulani. Umefika asilimia fulani, bado hujaweka cheti fulani. Na uzuri mfumo unakwambia cheti cha kuzaliwa weka hapa, cheti cha certificate weka hapa, cha diploma weka hapa. Lakini nataka nikuhakikishie bado watu wengine pia hiyo hawafati. Nakuta mtu anaambiwa hapa weka cheti chako cha diploma, anaenda anaweka cha digri. Sasa akija kuomba, mfumo kama unavyojua mfumo unaangalia wewe una digri, lakini umepakia kule kwenye diploma. Mfumo ukiangalia unasema huyu hana digri, haukuiti kwa unajaribu kuomba kuomba baadaye sasa ndio mpaka upige simu, tuangalie tuanze kukubadilishia. Kwa hiyo ni umakini pia unahitajika, ni vitu vidogo, lakini katika ushindani vina maana. Kwa hiyo wakiwa wanajisajili kwenye mfumo wa ajira poto, waongeze umakini kidogo.